Mmoja. Mpaka sasa hivi bado sijasafiri muda wa saa saba, sasa hivi sijasafiri, makarafati walioweka hapa yameondoka. Tunaiomba Serikali iweze kutusaidia kwa hali na mali kwa haraka, ili kwa ajili ya kusafiri. Zaa zimepanda bei, vuka tu kwenye mto hapa, unachajishwa hela na bado nauli ya kutoka huko ulikotoka mpaka na bado chakula. Kwa hiyo tunateseka, tuna changamoto kubwa. Kwa jina naitwa George Mbiu Ndeleke nakaa kijiji cha Ihoanja changamoto inayotutokea ina kutoka Ulanga kuja Malinyi kuja kufika mpaka huku, gari barabara zimechafuka, gari hazipitiki, tunakuja, tunakuja na bodaboda kutoka kule kuja njia panda Malinyi kisha ndo tunakuja kupata usafiri. Usafiri napo, yani barabara zimechafuka kweli, yani leo na siku ya pili kutoka nipo, tunaiomba serikali iliangalia kwa jicho la uhuruma, kwa jicho kubwa la karibu, ili pengine tunaweza tukapunguza adha hiyo ya kunini ya kushindapaaa tunawagonwuongez damu lakini toka saa kumi nitafika saa ngapi na sangapia, kulingana na adha hii ambayo tulioipata wananchi, kiukweli bidhaa imepanda kutoka kwenye kiwango cha chini hadi kwenye kiwango cha juu kama kwa mfano sukari, maharage na bidhaa zingine. Na adha hii ambayo imetupata tunashindwa kutoka na Muhanga kwenda stendi ya nyanya, na watu wana muhanga ku, kutoka stendi ya nyanya ku, ku, ku, kuja na Muhanga. Kwa jina naitwa Salim Alaudin Hasham, mbunge wa Jimbo la Ulanga. Mnamo tarehe tatu mwezi wa tano 2025 nilipokea taarifa ya uharibifu wa uliotokea ure, ure, kwenye hili daraja ambalo linaunganisha kata ya inaongosha wilaya ya Ulanga pamoja na Malinyi ambako mvua iliyonyesha tu usiku wa kuamkia tarehe tatu ilisababisha daraja hili kuondoka kwenye hichi kijiji cha Namhanga kwenye kata ya Lagua ambayo iko kwenye, kwenye, kwenye upande wa wilaya ya Ulanga, lakini daraja hili inaunganisha, kwenye da, inaunganisha wilaya ya Malinyi ambako pia kuna takribani ya watu zaidi ya laki moja na nusu, na jimbo la Ulanga lina watu za takribani watu laki mbili cha kwanza nilifanya mawasiliano na watu wa TANROADS, lakini la pili nikasema nifike kuja kujionea adha ambayo wananchi wanapita, kama ambavyo mmejiona watu wanavushwa kwa kubeba e. Wako wananchi ambao wamejitolea kwa ajili ya kuvusha watu wale watoto pamoja na akina mama, lakini hali imekuwa sio nzuri sana. Lakini kwa mapenzi makubwa ambayo serikali yetu inayo, baada ya kufanya mawasiliano na watu wa TANROADS, ya jukumu la kurudisha hii hali ambayo inaendelea sasa hivi inaenda kufanywa kazi ya haraka iwezekanavyo ili kurudisha hii huduma ambayo imekuwa adha kubwa kwa wananchi wa Ulanga pamoja na Malinyi. Kwa hiyo TANROADS wanafanya mchakato wa kuleta yale madaraja ya jeshi ambayo ni ya chuma ambayo ndani ya siku kumi mpaka kumi na tano hii hali itakuwa imerudi na maisha ya watu yataendelea wa kuendelea kwa kulingana na hali ambayo inaendelea. Sio tu kwamba hili daraja ndio ambao limepata shida, lakini kuna maeneo mengine yamekuwa ya shida, magari yanakwama, lakini jana lilitokea sehemu kwenye kata ya Milola maji yalikuwa yamevuka barabara, kwa hiyo nusu ya barabara imekatika, kusababisha kwamba magari makubwa hayawezi kupita. Lakini haya yote pote tumewasiliana na, na watu wa TANROADS kuhakikisha kwamba tunaenda kutatua hizi changamoto katika kipindi hiki cha masika, ili wananchi wa Ulanga pamoja na Malinyi na Kilombero ili waweze kuenda kuendelea na maisha hayo ya kawaida, ili kuto kusababisha mfumuko wa bei wa vitu, kwa sababu barabara zinapoharibika matatizo mengi huwa anajitokeza hasa, hasa ni mfumuko wa bei.